Jana tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2025, sisi MECIRA tulipeleka hoja zetu mahususi kwa ubalozi wa Marekani, kwa balozi wa Marekani nchini Tanzania na kwa balozi wa Kenya nchini Tanzania tukieleza mambo mbalimbali mbali, katika hoja zetu tulizoziweka kwenye barua zetu hizi, nitawaonyesha hii ni nakala ya barua iliyopokelewa tuliyoipeleka ubalozi wa Marekani, tukimwadresi mheshimiwa balozi wa Marekani. Hapa ni kielelezo kwa barua imepokelewa na hii ni nakala ya barua tuliyoipeleka yenye hoja mahususi tuliyoipeleka ubalozi wa Kenya tukimwadress balozi wa Kenya. Hizi hapa mnaweza mkaziona. Taifa la Marekani, ardhi yake, uhuru wake unatumiku, unatumiwa vibaya na mmoja kati ya wanaojiita wana wanaharakati akitumia kukaa kwake Marekani kutengeneza machafuko, vurugu, mauaji, vifo na chuki nchini Tanzania. Tumepeleka ubalozi wa Kenya kuwaambia, pamoja na mahusiano yetu mazuri ya, kita, ya, ki, ya ki East Africa, sisi na Kenya pamoja na mahusiano yetu ya muda mrefu, ardhi ya Kenya imetumika kutunza wanaojiita wanaharakati waliojificha Kenya, wakichochea vurugu, matusi, chuki, hatimaye vifo kwa watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo katika barua zetu hizi tumejenga hoja mbalimbali mbali ambazo tunafurahi balozi zote zimekiri kupokea. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na kuyataka mataifa haya, pamoja na mambo mengine, hususan taifa la Marekani, tumemwomba balozi wa Marekani yeye awe daraja la kuhakikisha Marekani na dunia inapata taarifa sahihi kuhusiana na masuala yanayoendelea ya Tanzania.